Oh. Arobaini na moja dakika baada ya sati, saa tisa awamu ni ya tatu na ya mwisho dakika ishirini niondoke okay, hapa hivi sufuri saba mbili tano moja sufuri moja tatu sufuri sufuri kipindi ni dunda kisasa najulikana kama Black Sugar unaweza siku ni ya um, wanaume man crash monday, ndio kwa maana nilileta mjadala hapo mwanzo. Awamu ya tatu tunarekebishana, mm? Nimeleta mjadala mwanzo kwa ule upande wenye tunakuja, unasema ah, kina dada, hata Biblia inasema we are supposed to be submissive, si submissive ile ya upumbavu, lakini submissive kwa ile sehemu ambayo inahitajika. Anyways, daku daku, kwa upande wa daku daku daku daku, nataka nichukue hata dakika mbili kwa upande wa daku da, daku daku daku sasa, mm? Unajua setting ya plot vizuri. Wangapi wanajua setting ya plot vizuri? Wachana na ushago venye mnasemanga ushago. Hujakaa kwa plot. Mm? Unajua setting ya plot vizuri. So niko na majirani wawili. Mm? Bwana ni mwalimu, bibi ni mm. Bibi ni hawa wenye wanafanyanga town na wenye wako na maduka za kwao. Kwanza ile ile story ya Otiba pale town. Now how much? <laughs> Nitakuja niulize baadaye hiyo, nitaambia umtata angalie ile story ya OT baba huko town, nakwaga how much. Lakini mimi kwa upande wangu nendelea na ah, daku daku. So my neighbor is a teacher, saizi wako holiday. mm? Hai mchana, mimi nime relax on Sunday yangu vizuri, sitaki dhambi. Nimeenda kanisa nikarudi, sitaki dhambi. Mm, unajua Sunday tuna avoid dhambi at all cost. Walisema kama mkono ndio inakufanya unatenda dhambi kata mkono. Kama mguu inafanya unatenda dhambi kata mguu. Kama ma eh, uh, macho, sasa macho si ndio natumia kuona? Eh, so macho yangu ikaona madam ametoka ameenda church. Macho yangu tena ikaona madam mdogo ameingia. Macho yangu ikasikia kuchipuchi. Sa, oh ni masikio ile ilisikia. Masikio ya kwangu ikasikia kuchibu ichi, nikasema mbuku, macho na masikio yende penye nataka kwenda. Hii eh? But anyway, niambie madam, ndiya asema kuna umbo ilikuwa inajaribu kuwatenganisha. No, no. Tunaichukuanga kama udaku na tunaiwacha kama udaku, tukikaa kikao kwa tapi ya ploti. Tuna ehe eh, 0725 1013 00. Nimesema daku daku itachukua tu dakika moja. Imefika ama haijafika? Daku, daku, leo naenda tu pole pole. That was one. Mm? Daku daku, pole pole. Mimi nilisema sitafunika macho kwa udaku, ikikuja mi naiangalia, ikiongewa mi naisikia, ikimaliza, ehe, mwisho wa siku inanshika wapi? Hakuna, mimi ni wakuiona na kuisikia na kutembea tumalizana. Anyways, arobaini na nne dakika baada ya saa tisa. Awamu ni ya tatu, kipindi ni ududaki sasa. Kumbuka ni rege aua kwanzia mida ya saa tisa hadi saa kumi. Daku daku, katikati salamu kwa watu wawili hapo ndani. Hii ni Mure FM mita bendi ni mia na moja nukta tatu. Naitwa Black Sugar. unaweza nita nyeusi yenyewe, ama ukipenda unaweza nita pediwa majacke siwa udaku, watu walitaka kuambia mrasta. Mimi kazi yenye ninakuja kufanya hapa ni kuwapasha udaku lakini hata mwisho wa siku si hata yeye mwenyewe anajua, hiyo ndio sekta yenye sisi tuko ndani <laughs> I'm here for you. Jumbe ikipita mimi ninapita naye namba 2 hmm? Namba 2 eh, nilitoka vizuri nikaelekea Hetias eh, I'm busy minding my business, I am minding my business. Nimetoka kwa upole mimi, naenda Hetias kufanya shopping ya kwangu bila mtio yoyote mimi na boda tukapita. Unajua sasa ni tulienda magizani, mimi na boda wa kwangu, tukaona zenye hatufai kuona. Tochi ilimulika. Mwisho wa siku boda ananiuliza, umeona? Mimi nimeona nini? Hakuna, tusiwekwe kwa mambo yenye haituhusu. Mm? The way nilikuwa naenda, wacha tu niende kwa amani. Si tumeenda kufanya shopping, tumalizane na shopping turu, turudi. Kenye torch iliona ni torch peke yake ndio iliona, sisi hatukuona torch peke yake ndio iliona, ibaki tu ni torch peke yake ndio iliona. Asubuhi ya jana nikaletewa 500 mtoto, mm? akatung'wa na 500, imefunikwa imefungwa kwa mkono. Nikauliza imetoka wapi? Akaniambia, "Eh, baba amenituma nikuletee. Kumbe baba ndio tochi iliona. Baba ndio tochi iliona. Mimi na nusu wapi? Pesa ya kwangu nimeipata imeingia pole pole. Pesa ya kwangu nimeipata imeingia. Ehe. Niona baba, baba kaamua, nifunike macho na 500 inanipa wapi? Daku imeisha na hiyo. Ehe. Hiyo 500 ilipunguza mambo ya tap. Mm? mia tano ilifunika mambo ya ta. Mimi ni kocha, najaribu kuzuia, e? Mimi ni kocha mzuri, najaribu kuzuia ile nyumba isi, eh. 0725101300 Kipindi ni Dunda Kisasa, awamu ya mijadala, na kwa mjadala wa hivi leo mimi nimesema ninaweka awamu ya dakudaku, na dakudaku nimemaliza namna hiyo. Tegea kesho dakudaku motomoto, -moto zinakuja. Awamu ni ya rege awa ndani ya Dunda Kisasa.